Zaidi ya watu mia moja wamefariki baada ya mafuriko katika kijiji cha karibu na mwambao wa Ziwa Tanganyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, afisa wa eneo hilo anasema. Mafuriko hayo yaliyoathiri kijiji cha Kasaba yanakuja katika wakati hatarishi kwa taifa hilo la Afrika ya Kati ambapo waasi wa M23 wanaoungwa mkono, mkono na Rwanda wamezidisha mashambulizi katika eneo la mashariki tangu kuanza kwa mwaka huu, huku maelfu wakiuawa katika mapigano katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka. Shirika la habari la Reuters zimeripoti, taarifa hiyo likisema. Samy Kalodji, msimamizi wa eneo la Fizi katika jimbo la Kivu Kusini ambako kijiji hicho kinapatikana, alisema Jumamosi mosi kwamba ripoti kutoka eneo hilo zinaonyesha zaidi ya vifo mia moja. Eneo lililoathiriwa bado liko chini ya usimamizi wa Kinshasa, si miongoni mwa maeneo yaliyochukuliwa na M23. Didier Luganywa, msemaji wa serikali ya Kivu Kusini, amesema katika taarifa yake, tukio la mafuriko lilitokea kati ya Alhamisi halam, usiku na Ijumaa wakati wa mvua kubwa na upepo mkali na kusababisha mto Kasaba kufurika kingo zake. Taarifa hiyo pia ilitoa idadi ya vifo vilivyothibitishwa kati ya 62 huku 30 wakijeruhiwa. Maafisa wa eneo hilo wamesema eneo la Kasaba lilifikiwa lili tu kupitia ziwa Tanganyika na halikutumiwa na mtandao wa simu za mkononi, jambo ambalo linaweza kuchelewesha juhudi za misaada ya kibinadamu.